Vilevile vile tunawashukuru na tunawapongeza kwa juhudi zenu katika kufanya biashara ya bidhaa zetu. Natambua kuna wengi ambao mnafanya biashara ya bidhaa za Tanzania huku UK na sehemu nyingine. Kuna vijana nimezungumza nao leo, wanafanya biashara ya mwani, jambo ambalo limenipa faraja kubwa sana. Nikawaambia kwamba sisi kule Zanzibar tunatafuta sana masoko ya mwani, ili wakulima wanaolima mwani tuweze kupata bei nzuri lakini tuwahakikishie kwamba wana soko la uhakika. Kwa hivyo nimewaambia kwamba tutashirikiana nao ili tuweze kuongeza biashara, si mwani tu, mwani ni kama mfano. Natambua wengine mnashughulika na bidhaa nyingine mbalimbali mbali. nchi yetu ina bidhaa nyingi sana za, za kilimo. Kwa hivyo tungependa tufungue masoko na nyinyi ni sehemu ya kutusaidia katika jambo hilo. Kwa hivyo tunasema asanteni kwa wale wote ambao tayari wanafanya biashara za bidhaa za Tanzania hapa UK. Sisi kama Wizara ya Mambo ya Nje, kwa kutambua mchango wa diaspora na kupitia balozi zetu, tumekuwa na tunaendelea kushirikisha na kushirikiana na wana diaspora popote walipo, na mfano mzuri na uthibitisho ni kufanikiwa kwa shughuli ya leo ambayo imeratibiwa pamoja na wana diaspora na balozi wetu hapa hapa London. Na tumefanikiwa mwaka jana alhamdulillah, na mwanzo ni safari ya historia ya Zanzibar.